Walichofanya Simba kwenye jezi hakuna shida, sijaona ugumu wowote, ni maneno ya Alex Ngereza ambaye amefunguka baada ya klabu ya Simba Sport Club kuweza kutambulisha jezi zao mpya ambazo watazitumia kwenye hatua ya makundi, klabu bingwa barani Afrika. Kwa mjibu wa Alex Ngereza, naye ameweza kutia neno baada ya uzinduzi wa jezi hizo, ambapo amedai kwamba mimi, sijaona shida kwenye utaratibu ambao simba wameutumia wakutotambulisha wakuto jezi mpya ila wakiwa na jezi zile zile na kubadili logo. Sijaona mimi kama kuna ugumu wote kwenye hili swala, au kama kuna sehemu mimi ninaweza kuwalaumu, aliweza kuzungumza mchambuzi huyo, baada ya kuweza wengi kuwatolea maneno mazito na makali na kudai kwamba klabu ya Simba Sport Club imefeli kutambulisha jezi zile zile, lakini kubadilisha baadhi tu ya michoro pamoja na logo, huku yeye akidai kwamba katika kitu ambacho ame kiona kwa Simba hajaona kama kuna ugumu wowote ule ambao wameweza kue, kubadilisha utaratibu ambao wengi walikuwa wameuzoea wa kutambulisha jezi mpya, yani jezi zinakuwa na michoro mipya, lakini rangi mpya, lakini disaini mpya, huku wakidai kwamba yeye hajaona kama kuna shida kwa kuwa timu nyingi sana ambazo zipo hapa duniani zina utaratibu huo, akidai kwamba ukiangalia timu kama Mamelodi Sundowns wao wanatumia timu, wanatumia jezi moja kwenye ligi ya kwao kule Afrika Kusini, lakini hata kwenye michuano ya kafu, ambayo wao hawana utaratibu wa kubadilisha, kwa kuwa unavyobadilisha ina maana kwamba unaua soko ya zile ambazo ulikuwa, ulikuwa ume E, umeziandaa awali huko, wakidai kwamba timu kama Real Madrid, timu kama Barcelona hawana utaratibu wa kubadilisha jezi, yani wabadilishe michoro design yake na kitu vitu vingine, ila wanachofanya Simba ni wamefanya ni vile ambavyo inafanyika kwa timu za kisasa kwamba jezi inakuwa ni ile ile, lakini inabadilishwa tu logo kulingana na mashindano husika.